Mungu wa Kristu basi uendelee pia kuangaza katika roho zenu. Mtakatifu Paulo ametukumbusha na kutuambia pale mwanzo tuliishi katika giza. Unapoishi katika giza unaishi katika maisha yasiyo mazuri. Nilisema mabaya mara nyingi tunayapanga wakati wa giza, wakati ambapo hakuna mtu ambaye anakuona. Na tulipoanza na masomo yetu hata leo yalisomwa wakati ambapo ya yanapaswa kusomwa, wakati ambapo pana giza mahala, kwamba yule msomaji tu ambaye anaona kwa mwanga mahala ambapo anasoma wengine wote tuko katika giza. Alipokuwa anasoma mbiu, yule ambaye alisoma mbiu alisoma kwa giza, sisi tulikuwa tunasikia sauti tu. Labda hata nikiuliza sasa, ni nani, wachache sana watajua ni nani ambaye alisoma. Lakini tunaelezwa sasa, tunaondolewa katika giza. Kristo anaangaza na maisha yetu kwa hivyo tunaalikwa kuendelea kumfungulia na nyoyo zetu, ili aendelee kutia mwanga huo mpya ambaye ni yeye mwenyewe. Nyinyi mtakaobatizwa, mnaitwa kushiriki katika mwanga wa Kristu. Mkishaondolewa gizani, mumeunganishwa kwa namna ya kipekee na Kristu.